Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya ishirini na tisa katika mwezi wa kumi ambao ni mwezi wa Rozari, na tafakuri yetu ya leo inasema kwa nini Shetani anaichukia sana Rozari, au tunaweza tukasema Shetani anaichukia sana sala ya Rozari. Sasa hivi unajua ya kwamba shetani anaichukia sana rozari na kuiogopa. Sala ya Rozari ni mojawapo ya sala muhimu na yenye nguvu. Huo ni ukweli, kama tulivyoona katika tafakuri zetu za nyuma, kwamba rozari ni sala ya tafakari juu ya maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hivyo ni sala inayotuunganisha na Mungu. Mungu ametupa silaha kadhaa za kiroho, lakini silaha yenye nguvu zaidi ni sala. Sala hutuunganisha na Mungu, hututia nguvu kwa ajili ya mapambano na hutuweka imara. Bibilia inatuambia katika Waefeso: Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama waefeso 6:11 mpaka 13 silaha za mungu zinatajwa katika waefeso 6 kuanzia 14 mpaka 17 na zinatajwa hivi basi simameni mkiwa mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kama viatu vilivyofungiwa miguuni mwenu, muwe tayari kutangaza Injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sasa ukisoma Waefeso 6 ule mstari wa 18, sasa anasema kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Sasa utaona sala ni silaha madhubuti dhidi ya Shetani. Sasa basi, hivi kweli shetani ataipenda? Lahasha! Ndio maana atapambana vilivyo kuwahadaa watu waione sala ya rozari kuwa si kitu au haifai ili tu aweze kuizuia watu wasiisali na kuwakosesha ushindi. Ndio maana utaona sala ya rozari inapingwa sana. Kumbe hizi ni hila za yule mwovu, na bahati mbaya watu wengi hawaoni hila hizi za shetani. Jambo la pili ni kuwa sala ya rozari ni kinyume kabisa na kiburi cha shetani. Katika tafakuri zetu za nyuma, tuliona jinsi kiburi kilivyomwangamiza malaika Lusifa ambaye alikuwa ni malaika wa sifa, lakini akawa adui wa Mungu na wanaadamu, yaani shetani. Na hii tunaisoma katika Isaya 14 mstari wa 12 mpaka wa 14 na vile vile Ezekiel sura ya 28 na 8, mstari wa 12 mpaka ule wa 17. Sasa rozari inaendaje kinyume na kiburi cha shetani? Kwanza kabisa, ile salamu ya malaika kwa Maria inamkumbusha shetani ubora wa mwanadamu kumzaa Mungu. Tunajua kwamba shetani anapenda ukubwa kama alivyosema moyoni mwake, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nirudi hilo neno, nitafanana na yeye aliye juu. Hii ni Isaya 14:12 na utaendelea mpaka 14. Sasa bila shaka shetani hakufurahia kabisa kuona mwanadamu anapewa kipaumbele ambacho kinamkosesha yeye ukubwa. Yeye alitaka yeye tu afanane na yeye aliye juu, kama alivyosema, nitafanana na yeye aliye juu na si mwingine. Sasa anapoona mwanadamu anapewa nafasi ya kumzaa Mungu, hakika kwake ni pigo. Hivyo tunaposali sala ya Rozari na kurudia rudia maamkizi ya malaika kwa Mariamu kuwa Mama Maria atamzaa Mungu hakika haimfurahishi shetani hata kidogo, inamfanya achanganyikiwe. Pia sala ya Rozari inamkumbusha shetani umuhimu wa unyenyekevu, kinyume na kiburi. Unaweza usimpende Bikira Maria lakini hebu tusimnyime maua yake jamani. Neno la Mungu linatueleza jinsi Bikira Maria alivyopokea ile salamu ya malaika na habari ya kumzaa Mungu kwa unyenyekevu na utii mkubwa. Tuliona kwamba Bikira Maria alisema, mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Luka moja mstari wa 38. Unyenyekevu na utii huu ni kinyume kabisa na kiburi cha Shetani. Hivyo kila wakati tukisali Rosari, tunaenda kinyume kabisa na yeye Shetani. Hivi unafikiri ataipenda sala hii? Vilevile unaweza ukawa humpendi Bikira Maria, lakini utakubaliana nami kuwa Shetani anamchukia na kumwogopa tena sana. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Mama Maria ni adui ya shetani mkubwa. Haya siyo maneno yangu, bali ni maneno yanayothibitishwa na Biblia katika Mwanzo sura ya tatu mstari wa kumi na tano ambapo Mungu aliahidi akisema nami nitaweka uadui kati yako yaani shetani na huyo mwanamke weka nukta pale na nirudie nami nitaweka uadui kati yako yaani shetani na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wa huyo mwanamke sasa huyo mwanamke ni yupi? Naamini hakuna anayepinga kuwa Mungu anazungumza habari za Bikira Maria na uzao wake, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa basi ikiwa kama Mungu aliweka uadui kati ya shetani na huyo mwanamke, hivi shetani atafurahi kuona tukimshirikisha adui yake mkubwa, yani huyo mwanamke katika kusali sala ya Rozari. Maana yake shetani anaogopa sana pale tunaposali sala ya Rozari kwa Mungu kwa njia ya Bikira Maria. Sasa shetani ni mjanja sana, kazi yake ni kudanganya, kama alivyomdanganya Eva pale bustanini Edeni, na tunaiona hiyo katika Mwanzo tatu mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Hata sasa shetani anawadanganya watu sana, wasione umuhimu wa kumshirikisha Bikira Maria katika sala ya Rozari ili tu aweze kuwapotosha, kwani anajua ni pigo kubwa sana kwake pale tunapomshirikisha adui yake mkubwa. Tuliona ya kuwa sala ya Rozari ni sala ya tafakuri ya mafumbo ya maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, tangu kuzaliwa, mateso, kifo na kufufuka kwake. Tunapotafakari matendo haya ambayo yanatuzamisha katika neno, shetani anapata shida sana. Yeye anataka tupumbazwe, tusielewe na tusahau kabisa juu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye tunamjifunza katika neno la Mungu. Ndiyo maana shetani anawapotosha sana watu wasisome neno la Mungu, maana ni silaha kama tulivyoona katika Waefeso 6. Lakini sasa anapoona sala ya Rozari inatukumbusha kwa njia ya tafakuri maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, hakika anapata shida sana atajitahidi sana kuzuia na kuwapotosha watu juu ya sala ya rozari. Kumbe basi, ni muhimu sana kusali sala ya rozari kuzishinda hila za shetani. Tumsifu Yesu Kristo.